Karibu kwenye platform za Mwananchi Digital. Tuendelee kukushukuru wewe ambaye tayari umesha subscribe na kuwa miongoni mwa wanafamilia wetu ambao wanapata taarifa zetu kila wakati pindi tu tuziwekapo mtandaoni. Moja ya taarifa kubwa ambayo imetufikia mezani kwetu ni watu 42 wa raia wa Zimbabwe na Malawi kufariki dunia baada ya basi waliokuwa wakisafiria kupinduka na kuanguka kwenye mteremko kando kando ya barabara kuu ya N1 nchini Afrika Kusini, na mamlaka zimethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la utangazaji la BBC, limeripoti kuwa ajali hiyo ilitokea usiku wa Jumapili, basi hilo lilipokuwa likipita katika eneo la mrima kwenye barabara ya N1 katika mkoa wa Limpopo, maofisa wa usafirishaji wamesema, basi hilo lilitoka barabarani likapita kwenye njia ya mlimani yenye mteremko mkali na kuanguka bondeni. Rais wa Afrika Kusini, Ramaphosa, yeye ametoa salamu za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki walioguswa na msiba huo na kuwatakia uponyaji wa haraka majeruhi wa ajali hiyo na kusema kuwa msiba huo sio tu kwa nchi hizo mbili bali ni kwa mataifa yote. Kwa mujibu wa maofisa wa polisi, wamesema kuwa uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha ajali hiyo, na kwa mujibu wa ripoti za awali imesema kuwa basi hilo limekuwa likitoka jiji la Gqeberha katika mkoa wa Eastern Cape likielekea kuwarudisha nyumbani abiria wake. Haijafahamika bado ni watu wangapi walikuwa ndani ya basi hilo lililopata ajali wala uwezo wake wa kubeba abiria. Hata hivyo, miongoni mwa waliofariki ni pamoja na watoto saba, wanawake 18 na wanaume 17. Pia watu 49 wamejeruhiwa na, na wanapatiwa matibabu. Maofisa wa serikali, akiwemo Waziri wa Usafiri Barbara Creecy, wanatarajiwa kutembelea eneo la ajali pamoja na kuwajulia hali majeruhi waliolazwa mahospitalini. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhari baki nasi.